Yes, What's good my people? Asante sana na karibu sana katika channel ya like kupendwa ya Mapro TV kupata updates mbalimbali ambazo zimejiri na kuweko hapa kila siku, cha kufanya tu ni kubonyeza neno subscribe ambalo liko chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwa na updates zote ambazo tumekuwa tukiziweka hapa kila siku and this time around ni wasaha wa kimichezo ambapo tunaangazia habari kemkem za michezo ikumbukwe siku ya jana tulishuhudia fainali kali kabisa fainali yenye hadhi ya fainali kati ya Young Africans Sports Club dhidi ya Singida Black Stars, mchezo ambao ulipigwa pale Aman Complex visiwani Zanzibar na kumalizika kwa Young Africans kuondoka na ushindi wa goli mbili kwa sifuri, magoli ambayo yaliwekwa kambani na Clement mzizi pamoja na Duke Abuya yakikamilisha zile dakika tisini za nguvu ambazo Young Africans ziliwatosha kuchukua kombe la tano, kombe la shirikisho kwa maana ya CRDB uh, Federation Cup, Confederation Cup ambalo siku ya jana Young Africans waliweza kutawazo tena washindi ama mabingwa wa kombe hilo. Sasa, baada ya kutamatika kwa dakika tisini hizo na sherehe za ubingwa kwa Young Africans, bwana afisa habari wa klabu hiyo Ali Shaban Kamwe alitoka hadharani na kujinadi huko wakijimambafai ya kwamba Young Africans kwa mwaka huu wametoa dozi ya kutosha lakini, haijafikia viwango ambavyo wanavihitaji. Sasa amesema kwamba kupitia mwekezaji wao wa Young Africans ambaye ni GSM ameahidi msimu ujao utakuwa ni msimu bora zaidi kuliko misimu mingine iliyopita kwani amepanga kufanya usajili wa aina yake. Huu haukuwa usajili mkubwa. Usajili unaokuja ni usajili wa aina yake, ni usajili kwa ajili ya mashindano ya kimataifa, si tena kupigania vikombe vya ndani, kwa sababu vikombe vya ndani tumekuwa tukishiriki na kuvichukua vyote. Ikumbuko Young Africans kwa mwaka huu ama msimu huu wameweza kuondoka na vikombe vitano. Kikombe cha kwanza ni Ngao ya Jamii. Kikombe cha pili ni Muungano Cup. Kikombe cha tatu ni Toyota Cup ambayo waliipata kule nchini Afrika ya Kusini. Kikombe cha nne ni, kik, ni, ni kombe la, kombe la Ligi Kuu, Tanzania bara, NBC Premier ligi League, lakini pia kikombe cha tano ni kombe hili la shirikisho la CRDB. Sasa, uh, kutokana na mafanikio hayo, Alikamwe anasema kwamba hiki ni cha mtoto kwa sababu malengo yao makubwa ni kuchukua sasa trophies kutoka uh, nje, uh, kwa maana ya kimataifa. Mfano, kwa msimu ujao watakuwa katika kombe la klabu bingwa, na wameahidi kwa usajili wanaoenda kufanya itakuwa ni historia.